Asalamu as alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. wa wa, tunaomba msaada mtu mutusaidie, Waislamu twena, tukamstiri huyu alifariki. Ni mtoto wangu wadadangu mkubwa, ambaye mamake ni marhamu. Tupate hizo pesa leo, tukijalia la asli kama tutawaya, alhamdulillah tutakwenda tuta mhifadhi ambako njia ya haki nakauhuzi wake mwenyezi subhana wa ta taala. Nataka itoa kujalia chochote kile Mungu atampa jaza yake, ahirati yake kesho ataipata mbele ya Allah, kwa Mwenyezi Mungu tukufu. Mwenyezi Mungu atutakabalie sote, kila mtu awe safi roho zake na yenge peponi, na dua zenu pia tuahitaji inshallah, twahitaji insha allah uzwake. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabadi, tuko hapa Coast General, na nimefika hapa kwa ajili ya kuja kuitikia mwito wa mandugu zetu hawa na wameniita kwa ajili ya kuniomba mimi ili tuwaombe nyinyi watazamaji wetu wapendwa, ili tuweze kuchangisha kiasi ya pesa takriban laki sita ili tuweze kumtoa dada yao au mtoto wao, na dada yao huyu amefariki, yuko hapa mochari. Kwa hivyo tutaomba, ndugu zangu watazamaji wapendwa, tumtoe maiti kama hii ili tuende tukamstiri. Nafikiri tunajua vizuri ya kwamba sisi Waislamu hatuweki maiti. Ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiyo alosema ya kuwa ikiramul mayit dafnuhu, kumtukuza maiti ni kumzika. Na katika hadithi nyingine, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia saidina Ali bin Abi Talib, thalathatun, mambo matatu, la tuakhirha, usiacheleweshe, usiyacheleweshe. As-salatu idha atat, jambo la kwanza ni swala inapofika wakati wake ikifika wakati wake, moja kwa moja umetakiwa uitekeleze swala kwa wakati wake. Waljinaza, na maiti, idha hadharat akihudhuria, bimaana baada kuwa ashaoshwa ashakafiniwa, basi moja kwa moja ni aswaliwe na asitiriwe. Wal-ayim, na mwanamke ambaye hana mume, idha wajadat kufuan, ikiwa amepata mtu ambaye yuko kufu na yeye, bimaana anafanana na yeye, bi maana yuko level na yeye, basi asicheleweshwe, aozeshwe haraka haraka. Kwa hivyo, ndugu zangu watazamaji wapendwa, tufanye bidii, tuchangishe haraka haraka, ili tuweze kumtoa dada yetu huyu na tuende tukamstiri. Familia alhamdulillah, imeenda mbio, imeweza kupata kiwango cha pesa alhamdulillah, lakini bado hakijatimia. Kwa hivyo, tufanye bidii ili tuweze kumtoa na kwenda kumstiri, na tutaweka namba ya mpesa ya mamake mdogo. Kwa yoyote ambaye atakuwa na mchango wake, basi moja kwa moja amtumie mamake mdogo, na tutafurahi zaidi iwapo tutafanya haraka haraka. To get more videos of Abu Shurain don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.